Mimi kwa majina naitwa Mustaquim Murtaza Darugar, ni mwenyekiti wa serikali za mitaa mkongwe, awamu hii yangu ya nane. Kweli mimi niseme kwamba kuna uchifu vile umetumika, lakini Tanzania tutumii hivyo. Ila nchi zingine huko kuna uchifu upo. Mimi marehemu baba alikuwa kiongozi, alikuwa mwenyekiti wa serikali za mitaa. Wakati huo tulikuwa madiwani hatuna. Koyo, kwa hiyo alikuwa mwenyekiti wa kamati ya maendeleo. Aliteuliwa kwa mwenyekiti wa kamati ya maendeleo maana alikuwa diwani. Alipofariki tisini na tatu mimi nimekaimu, nilikaimishwa, nilivyokaimu hadi leo mimi ni kiongozi. Lakini pia niseme kwamba kijana wangu wanakwambia fata nyayo, mimi nilivyofata nyayo na kijana wangu naye hivyo hivyo. Leo kijana wangu Mustaquim Darugar ni mwenyekiti wa CCM kata ya Kisutu, ni bosi wangu, ananituma tukiwa kwenye shughuli ananituma na kuweli, mimi natumika kwa kweli, mimi enzi za mzee, wakati akiwa kiongozi nilikuwa namsaidia kwenye shughuli zake zote za chama pamoja na serikali, sababu alikuwa mwenyekiti wa CCM kata, pia alikuwa mwenyekiti wa serikali za mitaa. Kwa hiyo nilikuwa jirani Bennett na yeye, kwa hiyo nilikuwa naona anavyoongea na wananchi, anavyowahudumia wananchi, alikuwa anapenda sana hasa yale ile kazi zake zile zote mimi nilikuwa nazifuatilia, na leo ile yote shughuli zote alizokuwa anafanya yeye nimekuja kufanya mimi. Kwa hiyo nimeona raha sana, unajua kumsaidia mwananchi kum tetea kwa haki zake, kumjali kwenye shughuli zake, anapopata shida, majirani ugombana, uende upatanisha, heshima moja kubwa sana unapata. Niwape imani wananchi wangu wote kwa ujumla na niwape imani pia Watanzania wote kwa ujumla kwamba kazi za mama zinajulikana, alizozifanya alizoendeleza Tuna zahanati mmeona wenyewe zimefunguliwa nyingi, hospitali, SGR, tukija angani tukuta ndege, mabarabara, flyover. Juzi hapa tumesikia tena Bagamoyo, kuna barabara inatokea Tanga, kuna bandari. Kuna watu wanazungumza, oh, mi ndege itanisaidia nini? Lakini mjomba wako anapanda hiyo ndege na anakuja anakupa huduma wewe, halafu mafanikio ya mama yanaonekana na wananchi wa maeneo yangu Kisutu wote wanaona leo. Ilikuwa na uhaba wa barabara, tumezungumza bana, barabara mbili tatu hazina lami, lami imepigwa kwa hiyo, wanafaidika wanaona, wanakwenda vizuri, wanarudi vizuri. Barabara mbovu ni mbovu, barabara lami ni lami, ukweli ni huo. Sasa hebu niambie, yule mtu aliyeteseka, lakini kashaona lami, afu leo kamwambia bana sijui chama akifanye kazi au sijui serikali yako haiko vizuri, hata kubaliana na wewe. Kwa hiyo sera zake zinajulikana na zinafuatiliwa vizuri na yuko vizuri. Kosa kubwa sana mtu kuenda kuona uoga wa kiasi fulani, sijui afunge duka asifanye shughuli zake, hapana hapana. Mi nasema kila mwananchi, siku ya uchaguzi tarehe ishirini na tisa Oktoba, ni haki yako ya kupiga kura, shuka uende ukapiga kura, urudi ufanye shughuli zako za binafsi kama kawaida hakuna mtafaruko wa aina yoyote itakayotokea, na kuahidi kabisa, leo mmesikia, jeshi la nchi limetangaza kabisa, tuko vizuri kuangalia usalama wa mwananchi mmoja hadi mwingine. Jeshi la polisi, mmesikia kwenye matangazo kabisa, wanakwambia tuko vizuri, tumejipanga, ili mradi uchaguzi uende wa usalama. Na mimi mwenyewe mwenyekiti wa serikali za mtaa Mtendeni, Darugar, nasema wazi kabisa, ni kiongozi mkuu kwenye fursa hii kwenye fani hii ya ya, ya, ya, ya ya ulinzi, ni mlinzi mkuu kabisa hapa mimi. Natoa hadi kwa mwananchi mmoja wa pili na wa mwisho, mshuke wote mkapige kura, ni haki yenu na mrudi salama, na nitahakikisha hakuna mtafaruko, kwani kwa hakuna chochote kitachotokea, nawahidini kabisa, sio hapa tu, Tanzania nzima tuko vizuri kiusalama. Kama nilivyosema nikiwa kama chuo changu cha mwenyekiti wa serikali za mitaa, mimi nina wananchi na wahudumia. Kuna mwananchi wa chama tawala, kuna mwananchi wa Chadema, kuna mwananchi wa TLP. Watu wanakuja wanakuja kwa ofisini, wanaomba misaada na tunajaribu kutatulia pale pote panapowezekana, na wapo wamepata fursa. Nchi yetu inatumia demokrasia, kwa hiyo wamepata fursa na wao wa, waweze kutangaza sera zao kila moja kila chama kinatangaza sera yake, na wanaingia kwenye uchaguzi. Kwa hiyo uchaguzi ufanyike kwa amani na kwa imani pia, ya kwamba uh, kipindi kirefu kidogo barabara chache zangu zilikuwa zina lami, lakini tulipokuwa naendelea kuomba na kipindi cha mwaka hajafika, nimepata barabara zangu zote zina lami. Wananchi wamefarijika kuona, unajua barabara mbovu ni mbovu, barabara lami ni lami. Sasa kuna barabara hizo zimetokea. Eh, juzi tu hapa kuna mwananchi mmoja wa kwangu, mkazi wangu, amekuja. Mimi na nauza na filter za maji purification machines ambazo zinachuja maji kutoka chumvi kuleta maji ma, ya kunywa mazuri. Akaja akaniambia, bwana, nataka kwenda kupeleka mashine moja Morogoro. Kwa hiyo naomba haraka sana. Kwa kweli nilifanya haraka haraka nimuzie na akaondoka. Lakini huyo mwananchi cha kushangaza nimemkuta mchana hapa. Nikamuuliza, we ndugu yangu, kuniharakisha kote. Mbona ujaenda? Akaniambia, ndugu yangu, nimeshaenda Morogoro, nimeshafunga mashine kwa mzazi wangu na nimesharudi Dar es Salaam tena na hapa nipo kikazi. Nilishangaa sana, nikamwambia vipi imekuja? Ananiambia mafanikio ya mama hayo, SGR hiyo anasema amenitolea mfano, anasema kipindi cha nyuma nikaenda kuona wazazi wangu nachukua masaa manne basi, nanipeleka mpaka Morogoro masaa manne Nikirudi huko nakuta, nimefika Morogoro, kiuno kinaniuma, kurudi naona wasiwasi. Sasa hivi nakwenda na narudi kwa siku hiyo hiyo. Sasa hebu niambie, mwananchi kama huyo wako wengi mitaani hapo. Hebu niambie, utaniambia nini? Anaona mafanikio kabisa. Eh, ilikuwa na rais mama yetu mpendwa mama Suluhu Hassan Samia, atulikuwa naye Diamond Jubilee kwenye kikao cha kulikuwa na nini, mkutano mkubwa tu wa Waislamu umata. Akazungumzia kwamba kama kuna imani, basi amani iko mbele. Mwananchi una imani, imani yako ni nzuri, basi ujue kwamba utatenda amani tu. Sasa nilinukuu kitu kimoja wakati huo, niliona kabisa kiongozi wetu wa madhehebu ya Bohora wa dunia aliwahi kutuambia pia inafanana kabisa na hilo kanuku mama yuko pale pale, kwamba hubul watan min aliman. Kiongozi wetu dr Saidna Mfadhil Zefudin alituambia kwamba uwe mwadilifu na nchi yako. Sasa kuwa mwadilifu na nchi yako mwanake, uwe na imani, amani utaiona mbele. Sasa kwa hilo, nawaambia wananchi wangu wote kwamba sisi wote tuna imani na rais wetu, basi tumwachie atutendee amani. Kwa hilo niwaambie kwamba fursa ipo ya kushuka chini ya kwenda kupiga kura. Upige kura kwa amani, urudi kwenye shughuli zenu za kawaida. Hakuna kuweni, imani na nchi yenu. Hakuna mtafaruko wa aina yoyote ambayo mtakuja kuyaona, bali ni demokrasia itatumika na uchaguzi utaenda vizuri kabisa. Sawa, mwisho kabisa, wito wako ni upi? Mimi niseme kabisa kwamba kwa, mba, <clears throat> kwa kwa rais wetu mama Samia Suluhu Hassan kwa shughuli anazozifanya tumeona ndege za ajabu leo, kila mikoa ndege inaenda leo, kila takriban nchi nyingi pia ndege inaenda. Nimeshuhudia mwenyewe ndege inaenda China, ndege inaenda India na wapi na wapi pale. Lakini nimekuta kwamba nami nimefarijika sana kwenye vikao vyangu, wananchi wangu wanaona yote, wananiambia mafanikio anayoona. Flyover leo, mtu anataka kuenda shughuli fulani, leo mtu anataka kurudi kutoka kazini, SGR, boti mpya zimeletwa, mambo mengi yanafanyika. Kwa hiyo na mimi nilifarijika, na mimi nikamtoa kijana wangu nikaenda nikamwambia akawe rubani. Leo kijana wangu ni rubani Kanada, ameshajifunza rubani na sasa hivi anafundisha rubani, kwa hiyo mategemeo yangu mimi amalize mwakani arudi atuendeshee nde, ndege zetu na awafundishe Watanzania wengine kuwa marubani. Kwa hiyo tuwe anafundisha na atuendeshee ndege zetu kwa kuomba rasmi. Lakini haya yote mazungumzo yangu ni kwamba tuwe waadilifu na nchi yetu, tumpe ushirikiano mkubwa mama yetu na serikali kuu yake kwani mama safari amekuja, tuseme ameongeza. Alikuwa namba nne ambaye four wheel, lakini sasa hivi kaongeza tena nne nyingine, kamleta mwamba Dr. Emmanuel Mchimbi yule naye kifaa katika shughuli za zetu atazozifanya. Kwa hiyo niseme tu kwamba four by four, sasa ujue four by four ni kumi na sita. Hiyo sasa utaulizia kumi na sita inatokaje?